Morali yetu bado iko juu pale pale, tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulivyopangwa kwa sasa hivi, ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu, na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huo. Sisi kwetu hakuna pressure yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hii ndio mchezo wetu. Kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Mimi nadhani hakutakuwa na, na eneo gumu kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu. Kama tutafanya kwa asilimia mia basi naamini kila kitu kitakuwa chepesi. Kwa kuwa tuko tayari, sisi kila mchezo kwetu ni finali. Kwa hiyo tunachoangalia mchezo gani uko mbele tunatoa kwa asilimia mia kuweza kufanya vizuri katika mchezo husika. Baada hapo tunaangalia mchezo unaokuja. Kwa hiyo ni sisi tukujipanga na kuangalia kuna mchezo gani na mchezo gani mwingine na mahitaji yake. Tunaamini tutapambana hivyo hivyo kikubwa tunaenda na, na tahadhari kubwa kwa sababu Simba nao ni, ni timu nzuri na wanachezaji walioko bora. Kwa sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kufanya vizuri na kupambana na kuweza kufanya vizuri katika mchezo mwingine tena. A, kikubwa tungependa kuwaomba mashabiki zetu wajitokeze kwa wingi siku ya kesho kuja kutupa support kwani mchezo huu ni muhimu sana, na na tunawategemea sana support yao ni muhimu kwetu, na ambacho sisi tunaweza kuahidi ni kwamba kwa tutaenda kupambana kwa asilimia mia kuweza kufanya vizuri na kuweza kutetea taji letu.